Bila shaka mtazamaji, mazungumzo yetu yalikuwa yanaendelea hapa pembezoni wakati tumekwenda mapumzikoni, lakini tumerejea. E, nataka nimuulize swali ambalo nilikuwa nataka pia nilijibiwe na Daktari ma, e, Manyasa hilo hilo swali ambalo e, daktari ameligusia ni swala ambalo pengine mtu anaweza kupuuza, lakini linatia hofu kwamba sio shule zote zinaweza kutoa elimu kupitia pathways zote ambazo zinahitajika kwa sasa hivi, tukizifahamu hmm. Ni tatu hmm. Kwa nini tunajikuta katika hali hiyo? Ni kwamba shule hazina muundo msingi wa kutosha, hakuna waalimu licha ya serikali kusema kwamba imeajiri waalimu wengi zaidi. Ni kitu gani ambacho kinapelekea jambo kama hilo kutokea? Ah, kwanza kabisa jambo hilo ambalo umelinena kwamba serikali imewaajiri ime waalimu wengi, mimi niko pale shuleni, ndivyo uh, serikali imejaribu kwa ile nafasi ambayo inaweza kuwaajiri walimu, lakini kuna sehemu ambayo serikali haijaweza kutilia mkazo kabisa. Kwa mfano masomo kama uh, home science ile ya upishi na pretechnical uh, pale junior secondary hakuna mwalimu ambaye ametrain kupitia ya, yale masomo so inaleta ulegevu kwa hivyo vile daktari amesema lilo jambo la uh, mashule hayo hayawezi kuweza kutoa, kutoa zile pathways ni ukweli, kwa sababu serikali kwa sasa uh, haijajipanga kikamilifu. Na ningependa rais aweze kusikiliza maoni yetu pia kwamba tunapozungumzia mambo ya pathways inafaa wale walimu ambao wanaenda kuhandle sasa wale wanafunzi wa grade ya kumi. Wawe trained wa, wa, wa, wa undergo in, in service training kwa sababu juzi wame, maybe kwa, sh, kwa zile shule za sekondari uh, wame, wametrain walimu karibu wanne watatu pekee, wame, wameenda retooling sessions ambao hawawezi kutosha watoshelezi kikamilifu kwa hivyo hawa ah, walimu watatu hawawezi kufunza, kuwaelekeza wale wanafunzi kabisa kwa njia mwafaka ambayo inafaa. Ndipo sasa tunafika eh, mahali tunasema kwamba wanafunzi wale watafika, watakuwa wanakuwa sacrificed wa grade ya kumi. Yani they are the, like the sacrificial lamb, watakapofika grade ya kumi na mbili, ndivyo watakuwa wanasema tu wanafunzi hao wamepita, lakini hawatakuwa wamepata, eh, naweza sema kwamba malengo yao kikamilifu, ambayo ilikuwa inahitajika. Unaweza pata kwamba kuna, kuna mwanafunzi ambaye anasomea kuwa daktari, lakini hana ile skills ambayo inafaa no. no. Asante sana Daktari Manyasi niji kwakwe kabla kuenda kwa uh, mzazi Emily, hizi pathways zinahitaji nini na ni kwa nini kuna shule ambazo zina uwezo wa kufanya hivyo, mm -hmm. na nyingine haziwezi? Pili, nafahamu katika hizi pathways ni kwamba kuna walimu ambao wanazifahamu, wengine hawazifahamu wale wanaofahamu mzuri kuhusiana na pathways wanastahili kuwa wangapi katika JS eh, shule za junior na vile, vile senior kwa sasa hivi? mm. <coughs> walimu wote no, wanafaa kuwa wanafahamu no, um, mfumo huu no, wa CBE no, sababu sasa ifiki hapo mwaka elfu mbili na ishirini na nane, nimeuliza hivyo kwa sababu utakuta saa nyingine tunafanya taarifa mm, unakuta shule shuleni mwalimu mkuu anasema kwamba mimi na walimu wawili peke yake mm, wana ufahamu wa kutoa masomo ya pathways, wengine hawana ufahamu huo yeah, na sababu tume, tumefanya ile tunaita kwa kimombo half hazard implementation, lakini walimu wote wanafaa kuwa wanafahamu mm, sababu wote wanatekeleza mfumo huu sasa kwenye shule ya, ya primary junior wote wanatekeleza mfumo huu. Kwa hivyo lazima wote wakuwe na, na, na ufasaha, sio tu ufahamu, ufasaha. Mimi kama raia huko nje naweza nikawa na ufahamu, wao wanafaa kuwa na ufasaha wa mfumo huu. Ukweli ni kwamba wengi hawana na ni changamoto. Tukirudi kuuliza kwa nini baadhi ya shule zina uwezo na zingine hazina mimi nilisoma miaka ya, mwaka wangu wa mwisho shuleni ilikuwa 1992 so ni miaka mingi. Wakati huo mimi nilifanya building construction kama subject shuleni. Tulikuwa na mwalimu mmoja wa building construction, na yeye pia ndiye alifundisha art and design. Kwa miaka mingi serikali haijawaajiri walimu wa masomo kama hayo, kwa hivyo wanafunzi wengi waliojiunga na vyuo vya walimu hawakujifunza masomo hayo. Kwa hivyo hata tukisema leo tunataka kuajiri, hawapo sokoni. Hawapo. Lazima tukubali kwamba itatuchukua muda kuweza kutrain walimu kupitia vyuo vya vya mafunzo ya walimu, ndio wawe tayari, ndio tuwaajiri. Sasa tukiharakisha kusema leo tunataka wanafunzi wafanye hizi subjects na tunafahamu fika kwamba hakuna walimu. Tunataka wanafunzi wajifunze vipi? Baadhi ya shule zilikuwa na workshops, zilikuwa na music rooms, ziko na home science labs, hizo shule haswa sana zile shule kubwa cluster 1 C1 na C2, na zina uwezo sababu ziko na hizi vifaa. Wakati tulifanya utafiti kama shirika la usawa wa jenda mwaka jana, ni asilimia 30 tu ya shule ambazo zilikuwa zinatoa masomo ya kompyuta. Naam. wakati tumefanya somo la kompyuta kwa la lazima Asilimia sabini ya shule hazina uwezo na, sababu hazina walimu wa kufunza somo la kompyuta na, na hazina maabara ya kompyuta I mean, e, maktaba ya kompyuta hazina hata kompyuta zenyewe e, lakini hili somo limekuwa lazima na, watoto watafunza nini? E, wataambiwa hii kwa, kwa, kwa kuchora hii ndio kompyuta hii, utakuwa umejifunza na. Kwa hivyo nafikiri tatizo letu kubwa ni kukataa kukiri kwamba tunaanza mahali ambapo hatukuwa tayari na tunahitaji muda ili kuwa tayari no. No. kuafikia lengo letu kikamilifu na CB lengo letu kikamilifu na CB ni kuwa na 60% STEM. No. No. ni lengo mzuri no. Sikatai, nataka tuende huko lakini tusilazimishe kwamba tumefika, hatujafika. Daktari Manyasa, nikupe mfano e, katika pathways Mm. Ee, naona moja ambayo inapewa uzito sana ni hii ambayo tunazungumzia STEM mm. ambayo kwa kimombo ni science technology engineering, and mathematics ukipenda sayansi, teknolojia uhandisi mm. na hesabu ukiangalia baadhi ya masomo ni mengi mm. ee, lakini yale ambayo yanaleta changamoto kubwa ambayo unasema kwamba pengine kuna upungufu wa walimu ambao wenye ufasaha ni somo kama vile kwa mfano drawing and design mm. aviation technology mm building and construction kama ulivyotaja, electrical technology, metal technology, power mechanics, wood technology, media technology, marine and fisheries katika skuli. Sidhani kama kuna mwalimu sasa hivi anaweza akasema kwamba ana uzoefu wa kutoa mafunzo kuhusu pengine midia teknolojia kwa mfano, shule chache. Naam. kwa mfano, Mangu wanafunza aviation, Kabarak wanafunza aviation shule kama shule. Anakotokea mwalimu <laughs> hapa, <Sidani. laughs> anakotokea mwalimu hapa, sidani anakotokea hawana uwezo wa... kwa hivyo, kuna shule chache ambazo zina uwezo, na ndio mimi nasema tukubali kwamba tutaanza na wanafunzi wachache wakienda kwenye masomo haya, wakati tukijenga uh, tukijenga tuki vifaa kwenye shule zilizosalia na wakati tukiwapa tuki mafunzo walimu kwenye shule zilizosalia na kuajiri walimu wanaohitajika, ili kwa muda wa miaka mitatu minne mitano tuwe tumefikia kiwango ambacho tuna shule za kutosha za kupeana masomo ya aviation technology kwa mfano Tuwe na shule za kutosha za kupeana masomo ya art and design, lakini kwa sasa, kwa vile shule nyingi hazina, tusilazimishe watoto waonekane wanasoma kitu ambacho hakuna aliye na uwezo wa kuwafundisha. Na, na, na pia tukirejelea tu, tu swala la <laughs> wanafunzi wameambiwa, nyinyi mtakuwa STEM. Unajua CBE ilisema hivi guiding principle kila mtoto atapewa nafasi ya kunawiri kwenye sehemu ambayo ana nia na ana uwezo. Tukirudi mara moja tuseme asilimia 60 wataenda STEM. Nani ametuambia asilimia 60 wana uwezo na wana nia ya kufanya STEM? Tukirudi kusema asilimia 15 wataenda sport. Nani ametuambia? Maoni yetu ilikuwa kwamba mwaka huu wa kwanza tuwache wanafunzi waende kwenye sehemu zote walizochagua na walizo onyesha nia ili tuitumie ms kama msingi kujua asilimia sitini, ama sitini tano wamesema wanataka STEM. Tujiulize uwezo wetu wa kupeana masomo ya STEM kwa wanafunzi mm -hmm. unatosheleza wanafunzi wangapi kwa sasa? Tuko na upungufu wa kiasi gani? Tutachukua shule gani ziwe centers za excellence ambazo tutaongeza pesa za kuhakikisha wanafunzi hawa wanaenda ili wasome STEM kwangu mimi hatuhitaji kwamba kila shule inapeana STEM mm -hmm. Tunafaa tuwe na shule za STEM ambazo rasilimali zitawekwa, walimu wote watawekwa pale na zitatoa mafunzo mazuri wakati wa A-level. Kitambo kulikuwa na shule zilizokuwa zinajulikana, ukienda hapa yeah. kusoma A-level unaenda kusoma yeah. science, ukienda cool. hapa A-level unaenda kusoma arts. Walimu wanawekwa mahali pamoja wenye ujuzi vifaa vyote vinaegezwa pale badala ya kujaribu kuzitawanya kila mahali, alafu mnakuwa na upungufu mkubwa. Nafikiri ni sawia na vile ilivyokuwa kwamba kuna shule ambazo zilikuwa zinaweza kufanya, uh, form five, form six, sababu zina uwezo kufanya, zina uwezo na mtu atakwenda kule na hizo shule. Hadi leo hizo ndio shule zina uwezo sababu rasilimali ziliegezwa kwenye hizo shule kwa miaka mingi. Wingi wa hizi shule ambazo ni changa zimeanzishwa juzi ya. Ya. hazina uwezo. Tulitoa maoni tukawaambia serikali hivi kwamba haya masomo ya technical, kwa nini tusipeleke hawa wanafunzi kwenye shule zetu kwenye taasisi zetu za anwai? Sababu zina walimu waliohitimu. mm -hmm, mm -hmm. na nyingi ziko na vifaa, waende wasome kule, sio eti wana, wan, wanatafuta certificate ya kwenda kufanya kazi, lakini wakipita mtihani watoke hapo, waende chuo kikuu wasome tu kule. Na tukawaambia hili litasaidia kwa sababu tutafanya tutaua ndege wawili na jiwe moja. Itatusaidia kubadilisha mtazamo kwamba sh... vyuo vya anuwai ni vya watu ambao walianguka, kwa sababu sasa kutakuwa na watu wanatoka pale wakienda chuo kikuu, na itatusaidia pia kutumia rasilimali baadhi yake ambazo zinakaa bila kutumika kwenye vyuo vyetu vya anuwai, wakati tunang'ang'ana kujaribu kuweka rasilimali kama zile zile kwa shule zetu za upili mekufahamu mzazi Emily, nafkiri tunapozungumza maswala kama hayo, pengine mtu ataona hofu kwamba pengine hali ya elimu katika sekta ni mbaya sana, lakini yote hayo pengine ni kuulize hili kuna wasiwasi wowote ama athari zozote unazoziona zitajitokeza baadaye katika matatizo ambayo wanafunzi wanapitia kwa sasa? Kwa sasa hivi changamoto ni za pengine tuseme grade 10, mambo ya placement na kadhalika, tuseme changamoto za shule ambazo hazina njia za kutoa pathways zote na kadhalika. Lakini ulimwengu mzima, kusudi ya kutoa elimu ni kwamba unamtoa mwanafunzi akitoka pale, anaingia kwenye soko kufanya mambo mawili, aidha kuajiriwa katika taaluma ambayo inamwezesha kufaulu kwa sababu ya vile vitu alivyosoma hapa mbeleni au pili ajiajiri mwenyewe na kuwasaidia wenzake. Wasiwasi wasi ni huu sasa. Katika matatizo tunayoona katika mfumo wa sasa wa elimu unahisi kwamba tutakuwa na matatizo katika soko la ajira kwa wanafunzi ambao wanapitia changamoto hii kwa sasa? Asante. Naweza sema tunaweza kuwa na changamoto usoni kama hatutaelimishwa vizuri, hasa wanafunzi wenyewe waelewe hizi pathways um, wakati wetu ilikuwa inaaminika kwamba ukitaka ajira uwe daktari, wakili. Unaelewa, sasa saa hizi unajua wanaanza wakiwa wachanga, bado pengine hawaelewi hata wazazi wenyewe pia pengine, hata sisi tuko katika, tumekorogeka kimpango, kwa sababu huu mfumo wa elimu umeanza sasa, au wenye wanaenda grade 10 ndio wa kwanza, ndio the pioneers. So haijaeleweka kabisa, pengine tungeomba hizi shule za JSS hizi, junior waelimishe wazazi zaidi, na wanafunzi wenyewe waelewe na pili, wasiwache wanafunzi au wazazi wachague zile shule zenye hizo pathway, ndio unapata maana yake. Hata pengine ndio chanzo cha watoto wengine kukosa hizo shule. Saa hizi pengine, alichagua shule yenye alikuwa anataka STEM, amechagua shule yenye ina STEM. Sasa si kosa lake, kosa ya ya kwa sababu yeye pia ako anaelewa na hiyo changamoto iko kwa sababu na utaniwe radhi, mw, mwalimu ni tuko mfano wako kwa sababu <tip> uweza kuwa pengine umesikia shule ambayo mwalimu Steven, kwa sababu umemjua, umesema ah, shule yake nzuri na kadhalika. Ukimpigia simu ukimuuliza, mnatoa pathways ngapi? Nakwambia z zote, zote tatu. Lakini mwanafunzi anapofika pale unakuta ni moja au mbili. Sasa inabidi sasa inaanza kuwa kigugumizi, mwalimu anakuambia ah, tumepungukiwa, lakini tuko njiani kufanya hivyo. Sasa oh, ndio nataka tuelewe, tuelezane huu wazi unatoka kwa nani? Unatoka kwa wizara ama unatoka kwa shule? Ungependa utoke wapi, kama mzazi? Huu wazi unafaa kutoka kwa wizara, uteremke ushuke, uje shuleni, mwalimu mkuu na walimu wake. Sasa hapo ndio waelimishe. Wapi hawa wahusika? Bure bado tu tutaendelea hivi hivi, mm? Imetokea mwalimu, kwamba wazazi wengi ambao wamefanya chaguzi E, pamoja na watoto wao katika kupata nafasi katika gredi ya kumi. Mm, e, umetokana na kutokuwa na mwongozo mm. Umeshuhudia swala hilo, manake we ni katibu, unawania kiti cha katibu katika JSS katika kaunti ya Nandi ndivyo. Um, ni kitu gani ambacho mmekiona ambacho kimekuwa na upungufu wa maelezo haswa katika hii nafasi ya wanafunzi kuchagua shule ambazo wangependa kwenda na pathways ambazo wangependa kufanya. <coughs> Bwana Nimrod, eh, mimi kama mwalimu niliweza kuwa mojawapo ya wale walimu ambao waliweza kuwasaidia wale wanafunzi kuchagua hii pathways na wakati tulikuwa tunafanya kazi hiyo tulifanya pamoja na wazazi. Uh, jambo hilo Unaposema mnafanya pamoja na wazazi, kwamba tuliwaita, tuli, tuli, tuliwaita shuleni, natoa ujumbe kwa wanafunzi e, kwenda kuwaeleza wazazi ah, tuliwaita waje shuleni ili tukajadiliana pamoja, eh, tutafanya vipi. A, mzazi anajadiliana na mwanafunzi wake ama mtoto wake yule, kwamba ni jambo ipi wewe unataka kufanya, alafu mimi kama mwalimu wa darasa, kwa sababu nimekaa na wale watoto kuanzia gredi ya saba hadi tisa. Najua uwezo wa wake, wake, wake. Wake. Kila mwanafunzi yeah. Uh, kwa mfano kuna mwanafunzi ambaye yuko gredi ya saba eh, na amesonga na gredi ya nane na ameelekea kule kwenye gredi ya tisa na awezi hata kuandika jina lake hata kidogo. Lakini, yule mwanafunzi akienda uwanjani anakimbia sana. So, ni vigezo hivyo ndio tulikuwa tunavitazama ndio sasa tunachukua ile pathway ya sports, tunaweka yule mwana. Na kuna yule mwanafunzi ambaye ni very sharp mbaya hata darasani anaenda mbele ya mwalimu. So, eh, mzazi akija na aseme mtoto wangu anataka kuingia ile nafasi ya sports, yee anapenda. Mimi kama mwalimu namwambia hapana, mwanafunzi huyu nimekaa na yeye naelewa eh, mwenendo wake anafaa kuingia sehemu hii. Lakini sasa kuna changamoto pia kwa sababu kuna wale wanafunzi ambao huwezi ukawajua, wale wenye wako kwenye nafasi ile ya katikati, hawapiti wala hawaanguki. So sisi inatupea changamoto sasa kama vuguvugu kama walimu. Ukitupa mfano wa kaunti kama Nandi na kaunti jirani zilizoko, ni shule ngapi kwa mtazamo wako ambazo zina uwezo wa kutoa pathway zote tatu bila wasiwasi? Zipo shule kadhaa zipo sio chache. Ni shule nzuri nzuri , kwa mfano Kapsabet Boys ambaye e, inafanya vizuri sana katika Kenya nzima. Itatoa pathway ya hiyo sehemu tatu. Alafu kuna Kapsabet Girls, Cheptiret Girls. E, kuna pia Kamnyaberai, kuna Samoe Metetei Boys e, kuna pia shule kama Kipsigak na Lelwak. Hizo e, ndizo shule ambazo zinafanya kazi kabisa pale Nandi. Uh, itaweza kutoa ile pathways. Lakini sasa, ujue, ujue, kama mzazi, kupata nafasi pale, sio rahisi. Unaweza ukaenda kuomba nafasi kwa mfano pale, Kapsabet Boys. Kuambia, fika pale wanasema ndio nafasi itapatikana lakini kuingia pale inakuwa changa, changamoto. Unaweza pata wa, watoto wale wa matajiri ndio wanapata nafasi pale, lakini kama wewe mzazi wako hajiwezi inakuwa vigumu, licha kuwa unapata ufanisi e, kama hakuitwa pale na mtoto wako wewe unaona unafaa kumwombea pale nafasi no. Inakuwa changamoto sana kwa sababu inafika mahali kweli, umeomba nafasi wamekukubali, alafu anakuambia hebu lipa elfu arobaini kwanza ili mtoto aweze kufanya nini, kuprosesiwa hiyo admission, no. admission letter no. Ndivyo. no. Daktari, tunaonekana kama taifa ambalo tunaondoka kwenye shida moja alafu tunajiingiza <laughs> kwenye shida nyingine kubwa zaidi mm -hmm. E, kwa kimombo utasema kwamba unaondoka kwenye frying pan unaingia ndani ya moto zaidi. Tuliondoka katika mtaala ambao tulisema ulikuwa na changamoto 8-4-4, na nafikiri sote tuliupitia hapa, ndio ulikuwa na changamoto zake, lakini umeweza kukuza vipaji wataalam, na kadhalika. Mtazamo ulikuwa kwamba CBC utakuwa mtaala rahisi kutekeleza, utakuwa mtaala rahisi kufahamu. Mwanzo mwanzo kulikuwa na changamoto za walimu kutoufahamu, kutoukumbatia na kadhalika mm. Pili ikatokea kwamba wazazi wakasema huu mtaala utakuwa gharama juu kwao mm. na hata katika shule mm. Sasa tumebadilisha, sasa tuna ufahamu unaitwa mtaala wa CBC, CBE ambao umekuja na pathways kadhaa za kuwasaidia wanafunzi kujinoa angalau katika soko eh, la hapa nchini na kimataifa katika masuala ya ajira na kutekeleza majukumu ya biashara tutapata suluhisho kamili wakati gani? Pili, kuna hili tatizo la mtaala huu wa CBE kwamba vitabu vyake vinabadilishwa takriban kila, angalau kila, kila mwaka kwa mwanafunzi ambaye alitumia vitabu na ana ndugu zake wako nyuma yake, alitumia vitabu katika gredi ya saba nane, vitabu vinakuja tofauti, kwa hivyo ilio ndugu zake hawezi kuvitumia. Sasa mbona haya matatizo hayawezi kusuluhishwa mara moja? Nitaanza na swali lako la, la pili no. Kwangu mimi nafikiri nimekueleza hapo mbeleni kwamba naamini kuna makateli kwenye sekta no. Na hayo makateli ndio nia yao ni kujinufaisha, hawajali kama wataiwekea serikali na wazazi mzigo mzito wa kutekeleza mfumo. Haja yao ni faida gani watakaipata kwenye eh, elimu hawazingatii sana mahitaji ya wanafunzi. Kuna vitabu zimechapishwa zikawa zina makosa, lakini watu walilipwa kwa kuchapisha. Kuna vitabu vimetolewa vikaenda shuleni, ukivitathmini unaona viko na changamoto kubwa. Kwangu hilo ni swala rahisi ku ku ku, ni tatizo rahisi kusuluhisha, ni serikali iamue, iseme hatutabadilisha vitabu na kabla kitabu kikubaliwe shuleni tuhakikishe kwamba zile steps zote zinazohitajika, sababu kuna, kuna mwongozo ambao tume ya, ya, ya, ya, ya KICD inafuata katika kupitisha vitabu. Kama inaweza ikasimama kidete na kuhakikisha kwamba vitabu vinapitishwa tu kulingana na mwongozo huo, hatuhitaji kubadilisha vitabu kila mwaka. Hilo litapunguza gharama sio tu kwa mzazi, lakini kwa serikali no. Pia tufahamu kwamba ni serikali inayonunua vitabu, wajua no. Nimeuliza hivyo kwa sababu inaonyesha hali ya mkanganyiko kwamba kwa, yeah. Kwa wale wa, wachapishaji mm. au kupitia kwa e, idara ya Kenya Institute of Curricular Development ni kwamba bado hawajafanya maamuzi ya vitabu ama kile kitu mtu anastahili kusoma. Ndipo sasa tunaona kitabu kimoja kinachapishwa mwaka huu, kesho katika somo hilo hilo kuna kitabu kingine na hiki kinaondolewa, si, si, kwa sefu wa maamuzi ni, no. ni interests ambazo watu wanataka kujinufaisha. Ndio kama mimi ni mchapishaji, nimechapisha kitabu hiki mwaka huu, mwaka ujao tusipoleta kipya sina cha kufanya no. so nataka kipya ndio no. na ukiangalia vizuri e, hizo vitabu ni zinabadilishwa kitu kidogo, ni kile tu kitabu kimebadilishwa kava kabali, ikabadilishwa mpangilio wa topics hapo ndani, lakini ni kitabu kile kile no. Kwa hivyo mi nafikiri tukiweza kuhakikisha ku, kwamba hawa makateli hawanufaiki na kuletea wazazi na serikali hasara kupitia kwa mambo ya vitabu, tutakuwa tumepiga hatua moja mbele ya kuokoa rasilimali ambazo zinahitajika kufanya mambo mengine kwenye idara no. Umeuliza kwamba tutapata suluhisho lini kutokana na hii kutoka kwa shida moja tukiingia kwa nyingine. Kwanza niseme mimi nilisoma kwenye mtaala wa, wa, wa, wa kitambo wa knowledge best. Mara nyingi watu wanalinganisha 844 na, na CBE hazilinganishwi. 844 ilikuwa system, CBE ni curriculum, ni vitu viwili vit vit tofauti. Iliwezekana, ilikuwa kulikuwa kunawezekana tutekeleze mabadiliko ya ya mtaala bila kubadilisha mfumo. 844 ulikuwa mfumo tu, bado tungeweza kutekeleza uh, CB katika 844. 844. Lakini changamoto ambayo mimi niliona na mfumo uliopita na ambayo ilifanya mimi nishabikie mabadiliko ya, ya, ya mtaala ni kwamba mtaala uliokuwa ulikuwa unatarajia kila mtu ajue kitu fulani kuhusu kila sehemu ya, ya, ya masomo. Sasa mwishowe ni kwamba kuna wanafunzi ambao wangefuzu kufanya mambo fulani, lakini walizuiwa wali kwa kutoweza kuwa na uwezo mzuri kwenye mambo mengine. Kwa mfano, wewe umeenda shuleni, umepita hati zako zote vizuri, umefuzu kuwa wakili katika Kenya hii, lakini umeanguka math, ukaanguka biolojia, ukaanguka fizikia, ambazo hazina uhusiano na taaluma ambayo ungechukua, lakini zitakuzuia kujiunga na chuo kikuu. Tukasema si tutawanyishe ili kila mtu afuate penye nguvu zake ziko na naweze ku, kunufaika na kuweza kuwa wa manufaa kwa taifa hili kupitia kujiendeleza na masomo. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa lengo. Lengo hilo bado lipo, lakini tatizo letu kubwa ni katika kutekeleza mfumo huu. Uh, tulianza bila mpango, tumeshindwa kuratibu mpango kamili ambao utasuluhisha changamoto ambazo tunakumbana nazo sasa. Tunatatua shida moja at a time. Na, na muda unakwenda, hizi shida ziko, ziko, hizi shida zinahusiana no. Kwa hivyo jinsi unavyotatua shida ya leo usipozingatia ile inaweza kuja kesho, suluhu ambayo unapeana to, leo itakuwa tatizo la kesho kwa, te, te. Asante sana daktari, uh, vilevile dada yetu Emily na mwalimu Steven bado tunarejea, tupate dakika za lala salama. Kwa hiyo sasa tunapumzika kidogo tu, alafu tunarejea tupate matangazo ya kibiashara na vilevile taarifa ambazo tunazipa kipaumbele mchana wa leo.